Chama tawala kutokea nchini Italia, yaani Brothers of Italia, Flatile di Italia, cha waziri mkuu wa Giorgia Meloni, kimeleta mswada bungeni unaopendekeza kupiga marufuku uvaaji wa burka na nikabu katika maeneo ya umma kote nchini. Mswada huu unapanua sheria ya zamani ya Italia inayopiga marufuku kufunika uso katika maeneo ya umma kwa sababu za usalama, lakini unalenga moja kwa moja mavazi yanayotumiwa na wanawake wa Kiislamu. Maeneo ambayo yanalengwa: marufuku itatumika katika maeneo yote ya umma ikiwemo shule, vyuo vikuu, maduka na ofisi nchini kote. Watu wanaokiuka sheria hiyo wanapendekezwa, wanakabiliwa na faini kuanzia yuro mia tatu hadi elfu tatu karibu dola mia tatu hamsini hadi elfu tatu mia tano Waanzilishi wa mswada huu wanasema unalenga kukabiliana na utengano wa kiutamaduni unahusishwa na Uislamu na kudumisha uhuru wa kidini ambao kwa maoni yao lazima ufanyike hadharani na kwa heshima kamili ya katiba na kanuni za Italia. Mswada huu si tu kuhusu mavazi, ni sehemu ya mapendekezo mapana ya kisiasa na kidini, lakini unataka kuweka sheria kali dhidi ya uwazi wa kifedha kwa mashirika kidini ya kidini yasiyo na makubaliano rasmi na serikali ya Italia, na kuyafanya kufichua vyanzo vyote vya ufadhili wa kigeni. Lakini kwenye ndoa za kulazimishwa, unaongeza adhabu za uhalifu kwa ndoa za kulazimishwa na kuanzisha vifungu vipya vya kisheria ya jinai dhidi ya upimaji bikira, yaani virginity testing. Muswada huu unafuata mfumo wa nchi nyingine za Ulaya kama Ufaransa, ambao ilikuwa nchi ya kwanza barani Ulaya kupiga marufuku kabisa uvaaji wa burka hadharani mwaka elfu mbili na kumi na moja. Kutokana na wingi wa kura wa chama tawala bungeni, muswada huu unatarajiwa kupatwa uungaji mkono mkubwa, endapo utawasilishwa na kuanza kujadiliwa moja kwa moja. Hivi sasa mataifa mengi yameendelea kuwa na msimamo huo wa kupinga uvaaji wa nikabu kwenye maeneo ya umma.